Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku leo, Ijumaa juma la pili, kipindi cha Kwaresma mwaka C wa Kanisa. Masomo ya leo: somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 37 aya ya 3 hadi ya 4, aya ya 12 hadi ya 13 na aya ya 17 hadi 28. Na somo la Injili linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 21 aya ya 33 hadi 43 na aya ya 45 hadi 46. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wakuu wa makuhani na wazee wa watu Sikilizeni mfano mwingine. Kulikuwa na mtu mwenye nyumba, naye alipanda shamba la mizabibu, akalizungusha ugo, akachimba shimo la shinikizo ndani yake, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Wakati wa matunda ulipokuwa karibu, akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima, wapokee matunda yake. Wale wakulima wakawakamata watumwa wake huyu wakampiga, na huyu wakamua, na huyu wakampiga kwa mawe. Akawatuma tena watumwa wengine wengi kuliko wa kwanza, wakawatendea vile vile. Mwishowe akamtuma mwanaye kwao akisema, watamstahi mwanangu. Lakini wale wakulima walipomwona yule mwana wakasemezana wao kwa wao, huyu ni mrithi, haya na tuutwaye urithi wake. Wakamkamata, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu wakamuua. Basi atakapokuja yule bwana wa shamba la mizabibu atawatendeaje wale wakulima? Wakamwambia, atawaangamiza vibaya wale wabaya, na shamba la mizabibu atawapangisha wakulima wengine watakaomlipa matunda kwa wakati wake. Yesu akawaambia, Hamkupata kusoma katika maandiko, jiwe walilolikataa waashi hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni, na neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu? Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Wakuu wa makuhani na Mafarisayo waliposikia mifano yake walitambua ya kuwa anawanenea wao, nao walipotafuta kumkamata waliogopa makutano, kwa maana wao walimuona kuwa nabii. Neno la Bwana. Sifa kwako e eh, Kristo. Wapendwa familia ya Mungu, karibuni, tutafakari pamoja injili ya leo. Liturujia ya neno la Mungu siku ya leo natutafakarisha juu ya uaminifu kwa Mungu kama sehemu na juhudi za kuzaa matunda ya haki na majukumu yetu kama watu wa Mungu. Somo tulilolisikia tumepata kusikia juu ya simulizi la mfano wa wakulima wa shamba la mizabibu na mmiliki wa shamba. Haya ni masimulizi ambayo Yesu alitoa kwa wanafunzi wake pamoja na wa makuhani na wazee ambao walikuwepo wakimsikiliza alipoingia Yerusalemu. Tunaweza sema kuwa masimulizi haya Yesu anaendelea kuwaambia wanafunzi wake juu ya mateso na kifo chake. Ndiyo maana anapata kueleza kwanza juu ya watumishi wa mmiliki wa shamba, jinsi walivyotendewa, akilenga kueleza juu ya manabii, na haishii hapo, anaeleza pia juu ya mtoto wa pekee wa mmiliki anavyotendewa, yani kuuawa na kutupwa nje ya ukuta na wakulima, akilenga jinsi atakavyotendewa na wakuu wa makuhani na waandishi mpaka kufikia kumuua kifo cha aibu msalabani, tena nje ya lango. Akitumia mfano wa shamba la mizabibu, Yesu anafafanua hali ya uasi wa viongozi wa dini na watu wa Israeli dhidi ya wajumbe wa Mungu wanaokuja kuwakumbusha wajibu wao wa kumpatia sehemu ya mavuno mmiliki wa shamba, ndiyo kusema kuzaa matunda yaliyo mema. Wapendwa katika Kristo, kulingana na utamaduni wa Wayahudi, kukodisha shamba hasa la mizabibu kulikuwa na kanuni na taratibu maalum ambazo zilihusiana na sheria za kiuchumi na kijamii za wakati huo. Katika utamaduni huo, shamba la mizabibu lilikodishwa kwa wakulima, na kilimo kilitegemea sana ushirikiano kati ya mmiliki wa shamba na wakulima, ambapo shamba la mizabibu lilikuwa ni mali ya familia au ya mtu mmoja ambaye alikodisha shamba hilo kwa wakulima kwa mkataba. Hawa wakulima walikuwa na jukumu la kutunza shamba, kupanda mizabibu na kuhakikisha uzalishaji wa matunda unaelekea siku kwa siku. Wakulima walikuwa wanatakiwa kutoa sehemu ya mavuno kama kodi kwa mmiliki wa shamba. Kwa kawaida kodi hii ilikuwa ni asilimia kumi mpaka ishirini ya mavuno walioyapata. Hivyo walikuwa wakirejesha kiasi kidogo sana ikilinganishwa na kile wanachovuna. Lakini kulingana na utamaduni wa Wayahudi kulikuwa pia na sheria ya yubilei, inayohusiana na mali na ardhi. Kila baada ya miaka hamsini ardhi ilirudishwa kwa familia yake ya awali. Hii ilimaanisha kuwa wakulima au wanafamilia waliokuwa wamekodi shamba la mizabibu wangeweza kulirudisha kwa mmiliki halali wa ardhi baada ya kipindi cha miaka hamsini. Hivyo wakulima walishindwa kurejesha kiasi hicho cha mavuno kwa mmiliki wa shamba, kwani hawakuwa waaminifu, huku wakijua juu ya sheria ya yubilei. Wanapomwona mtoto wa mmiliki wa shamba wanafurahi, kwani walijua wazi kuwa ambaye angewabana na kuwafanya warejeshe shamba hili wakati utakapofika sasa amekuja, hivyo waweza kumtendea watakavyo ili shamba hilo libaki kwao daima. Ndugu zangu, mfano huu Yesu anaotupatia twaweza kusema kuwa shamba la mizabibu linalozungumziwa ndiyo ile nyumba ya Israeli anayoiongelea nabii Isaya katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya tano aya ya saba ambao ndiyo unafananishwa na ufalme wa Mwenyezi Mungu tunaousikia katika mstari wa 41 na 43 wa Injili tuliyosoma ambapo wakulima walipaswa kumpatia mmiliki sehemu ya mazao wanayoyavuna kutoka katika shamba hilo. Sisi Wakristo wa leo tunaalikwa kujiuliza: Je, ni shamba gani nimekabidhiwa kulihudumia? Je, mimi ninazalisha matunda ya aina gani? Matunda ninayozalisha ninayapeleka kwa mmiliki wa shamba, au nina mdhulumu na kufanya yote kuwa mali yangu? Je, ninawatendea vipi wajumbe wa mwenye shamba pale wanaponikumbusha wajibu wangu kama Mkristo? Taifa la Mungu, tukiwa katika kipindi hiki cha Kwaresma, tunaalikwa kutambua kuwa tukiwa hapa ulimwenguni, tunapaswa kuzaa matunda mema kila siku ya maisha yetu kama matunda ya haki, ya ukweli, usawa, amani na kadhalika ambayo yanapendeza machoni pa Mungu na wanadamu. Aidha, tuwaweza pia kujiuliza ni mara ngapi tumejikuta tukiwadhulumu watu wengine mali zao, kwa kuhamasisha vitendo viovu katika jamii kama utoaji wa mimba, mauaji, biashara haramu ya binadamu, kuabudu mali na miungu mingine, rushwa, uchu wa madaraka, ufisadi, wizi na udokozi na kadhalika. Wapendwa katika Kristo, Taifa la Israeli liliwaua manabii na kuwapuuza wajumbe wa Mungu. Hivyo ni muhimu kwa kila mmoja wetu kuwa na uaminifu kwa Mungu. Pasi na shaka, wakulima walijua wazi kuwa hata kama wataendelea kumdhulumu mmiliki wa shamba sehemu ya mavuno, mwaka wa yubilei ukifika, watapaswa kurudisha shamba hilo kwa mmiliki au kwa mtoto wa mmiliki, na ndiyo maana wanaamua kumuua mtoto wa mmiliki ili kuendelea kujihakikishia usalama wa umiliki wa shamba hilo. Kwa lugha nyingine, huenda wangekutana na mmiliki naye pia wangemuua ili wasidaiwe tena. Hata sisi katika maisha yetu huwa tunafanya baadhi ya matukio tukiamini kuwa tunakomesha na kutafuta suluhisho la wizi ama uovu wetu. Hivyo tunajikuta tukishiriki na kuangamiza wale wanaotukumbusha kuishi ukweli yaani Ukristo wetu. Kwa kuwasimanga, kuwakaripia na hata kupanga njama za kuwateketeza ili watuondolee kiwingu katika uhalifu wetu. Hivyo ni mwaliko kwetu kuhakikisha tunazaa matunda mema na kupeleka sehemu ya matunda hayo kwa Mungu, yaani kuwahudumia watu, ambao ndiyo mwaliko mkubwa hasa wakati huu wa Kwaresima, yaani kufanya matendo ya huruma. Ndugu zangu katika Kristo, wenyewe hatuwezi kutenda matendo mema bila ya neema za Mwenyezi Mungu. Hivyo daima tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie neema zake, na tuendelee kumwomba awe kiongozi wa maisha yetu, ili daima tutunze mizabibu na matunda yatakayozalishwa nasi tuweze kumrudishia yeye kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lake. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Keni Mfungahema